Mtu anaweza karitadi pia kwa, kwa neno moja tu bikalima sidani, kwa sababu sidhani kwamba kuritadi kwa ni mujaradi mpaka mtu atangaze kwamba mimi nishakuwa jioni la au kwamba watu wamjue huyu tayari asharitadi ashatoka katika Uislamu, eh, anaingia kanisani na mfano wake la. Wakati mwingine mtu anaritadi bikalima, kwa neno kama vile stihiza kama vile mtu kufanya istihiza, kuifanyia istihiza aya min ayati llah, au kufanyia istihiza sunna katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hii tujibu ridda. Jambo hili linamfanya mtu anartadi. Haitakiwi kufanya istihiza, kufanyia istihiza sheria iliyokuja katika kitabu cha Allah kadhalika na sunna ya Mtume salallahu alaihi wasallam. Kama imekushinda kutekeleza, asukutu salama, kaa kimya, kwa sababu kunyamaza kwako ni, ni bora kuliko kufanya kufanyia mzaha a kitabu cha Allah au sunna za Mtume salallahu alaihi wasallam. Allah atuepushe na, na mambo hayo.